Utukiendelea kuleta maboresho mengi ambayo yanaendelea kuifanya chaneli ya mawakala kuendelea kuwa chaneli ya kiongozi na kuendelea kusaidia ujumuishi wa uchumi hapa nchini. Na leo katika hafla hii katika, katika, katika au katika semina hii ya mawakala tuna mambo makubwa mawili ambayo hapa naomba sasa msikilize kwa makini. Tuna mambo makubwa mawili ambayo tutaenda na pamoja leo tutashuhudia uzinduzi wa huduma nyingine bunifu inayoitwa Tokenization. Huduma hii, hii inawawezesha wateja wa CRDB lakini hata wale wasio wateja wa CRDB kuweza kutoa fedha ambazo wametumiwa na ndugu jamaa au rafiki kupitia kwa wakala yeyote bila kuwa na gharama ya nyongezi. Naamini baadaye tutapata nafasi ya kuweza kupata wasilisho huduma hii namna ambavyo inafanya kazi, lakini kupitia kwa mawakala sasa. Wateja wetu wale wenye akaunti ya CRDB, lakini pia hata wale ambao hawana akaunti benki ya CRDB wataweza kwenda kwa wakala kuweza kuchukua hela baada ya kuwa anatumiwa ile token, na ile token hata kama ajaweza kwenda kwa wakala leo, wajapata muda, ataweza kwenda kesho kwenda kuchukua, lakini pia yote yataelezwa kwa kirefu.